Karibu ndugu mtazamaji wetu katika kipindi chetu cha Kiganjani Afya Check leo e, tupo na mtu muhimu sana ambaye tunatamani kuhojiana naye masuala mawili matatu kwa habari ya maisha yake, afya yake, na changamoto anazopitia katika e, hali ya ugonjwa alionao. Na wewe kama mtazamaji wetu tunakukaribisha na wewe upate kujua nafasi yako ni hipi katika kipindi hiki cha leo kwa hiyo usiondoke katika skrini yako mpaka mwisho. Karibu sana, karibu mgeni wetu katika kipindi chetu hichi. Labda mtazamaji wetu anapenda kujua wewe ni nani, ujitambulishe kwake na mengine yatafuata. Uh, mi naitwa Asia Mustafa ni, ni mgonjwa wa figo wa miaka mingi sana. Nilianza kuumwa tangu elfu mbili na nne. Mpaka hivi sasa, napambania maisha yangu kupitia ugonjwa huu wa figo, elfu mbili na nne mpaka leo ni miaka ishirini na moja Deo. Na nikiangalia kwa haraka umri wako, ninahisi kama ulianza kuumwa ukiwa mdogo sana, hebu niambie, ulianza kupatwa tatizo la figo ukiwa na umri gani? Aa, nilipata tatizo la figo nikiwa na miaka kumi na saba okay. Ndio mara ya kwanza ilipotambulika kwamba nina shida. mm -hmm. Na kuanzishwa dialysis. okay. yes. Dialysis, si kwa yule asiyejua, basi ni eh, matibabu ya kusafisha damu kwa wale ambao figo zao hazina uwezo huo wa kusafisha damu. okay. mm -hmm. Na miaka kumi na saba umeanza kuugua ulikuwa unasoma nafikiri ni umri wa kusoma sekondari. Ulikuwa unasoma wapi na ulikuwa eh, kidato cha ngapi? Ah, nilikuwa nasoma shule ya sekondari Shaaban Robert. Mm. na nilikuwa kidato cha tatu na ingia cha nne, kidato cha nne. Okay, na ninapenda kujua labda baada ya kuumwa figo ndio uliokuwa mwisho wako elimu au ulifanya juhudi zingine za kuendelea na elimu? Bahati mbaya ndo ilikuwa mwisho wangu kutokana na changamoto ambazo nilikutana na nazo wakati nafanya dialysis. Okay, na labda mtu angetamani kujua, ni nini ndoto zako? Kama kijana wakati ule ulikuwa na ndoto zako, ulikuwa na mipango, unafikiri nini ndoto zako ambazo zimekwisha kuzimika sasa, mtazamaji wetu angepata kujua ndoto yangu ilikuwa niwe mhasibu au mfanyabiashara mkubwa, ambayo ya uhasibu nahisi itakuwa imezimika kutokana na kuto kuendelea na elimu, lakini ya kuwa mfanya biashara mkubwa inamaanisha pia nikuwa maarufu, ambayo nikaamua niichukue katika nafasi ya pili, yaani tatizo langu la ugonjwa nisichukue sehemu kama ya kulalamika mm -hmm. nichukue sehemu kama ya yaku... kuelimisha mm -hmm. jamii ya kujitoa mm -hmm. ya kuweza kusaidia na wengine ndio. Okay, ni kitu ambacho ni cha tofauti sana ulichonacho, kwamba bado unaangalia jinsi ya kutimiza ndoto zako katika hali nyingine, hata kama ukiwa bado kitandani. Sasa tungependa kufahamu kwamba wewe ulipoanza tatizo hili, nini madaktari walikuambia chanzo cha ugonjwa wa figo katika umri mdogo? Uh, kutokana na vipimo vile vya biopsy mm, yani ile kutoa kipande cha nyama mm, kuangalia kama shida ni nini iliyoharibu mm, hiyo figo, walihisi ni presha ya juu kwa sababu siku ambayo niligundulika figo imeharibika nilizimia hmm. na nilivyofikishwa hospitali presha ilikuwa around mia mbili hamsini. Kwa hiyo wakahisi ile presha ndo iliyoniharibu figo. Okay. Kwa hiyo unachotaka kutuambia na watazamaji wa kipindi hiki kwamba matatizo ya presha au presha zisizotibiwa na kuangaliwa mara kwa mara zinaweza kusababisha E, tatizo la kufeli figo. Ndiyo. Okay. Na lakini mtazamaji wetu anakutazama sasa ukiwa umelala kwenye e, e, kitanda hapa, lakini pia tunaona kuna wheelchair hapa kwenye gari, na unaonekana kama huwezi kutembea. Hebu tuelezee kwamba tatizo la figo limesababisha haya yote au kulikuwa na nini kingine ambacho kimesababisha hali yako hii ulionayo sasa? Matatizo ya figo ndio yalipelekea mimi kuwa hapa chini sasa. Okay. Kutokana na <clears throat> madini ya calcium kuwa chini, kutokana na figo kutokufanya kazi, ndio ikapelekea mifupa kuwa dhaifu na kushindwa kutembea. Lakini hapo hapo nina ugonjwa wa osteoporosis. Hmm, ambayo sijui kwa Kiswahili ni nini lakini najua niliambiwa kwamba ni mifupa inakuwa kama imetoboka toboka. Ya hmm. Yes. Yeah, osteoporosis kwa yule asiyejua mtazamaji wetu, ni ugonjwa unaosababishwa na kupotea kwa madini katika e, mifupa madini muhimu kama calcium na mengine yanayotumika kwa ajili ya kufanya mfupa wako uwe imara kwa wagonjwa wengi wa figo kwa sababu ya tatizo lao wamekuwa wakipatwa matatizo haya, na hii inaweza kukusababishia ukianguka au ukijikwaa au ukapata shida kidogo, mifupa inakuwa ni mepesi na ni rahisi sana kuvunjika. Pole sana kwa namna ambavyo umepitia. Ni miaka ishirini na moja ya changamoto hizi za e, ugonjwa na hebu tuambie juhudi zako za kupambana na ugonjwa huu zilianzia wapi na sasa zikoje? Juhudi zangu zimeanzia mbali, kusema kweli, mimi nimejifunza kupitia wazazi wangu, kwa sababu wao walinipigania kwa moyo mmoja, waliweza kuuza mpaka vitu vyao ili mimi niweze kupona. Kwa hiyo hata kipindi nilivyopoteza wazazi wangu wote wawili hmm. niliona hamna mtu kukusaidia, isipokuwa wewe mwenyewe kujipigania. Hivyo nilipambana kuomba mawizarani, na napambana naomba kwa watu binafsi, na nilifanikiwa nikapata dialysis za bure baada ya muda mrefu sababu nilikuwa nikifikia mpaka nafanya dialysis moja kwa wiki au kwa wiki mbili. Mm-hmm. Lakini sasa hivi nashukuru Mungu nimepata ufadhili wa serikali nafanyiwa dialysis Mwananyamala hospitali na, na... bado napambana bado naamini nitainuka hapa nilipo. Okay. Bado naamini nitapona na nimeshauriwa pia nipandikize figo ili niweze kupona na matatizo mengine ya miguu na nini. Okay, ndugu mtazamaji mm, wetu umesikia e, changamoto alizopitia za kupambana ili atoke katika tatizo hili. Pole sana. Umezungumza habari ya e, wazazi ambao walipambana na waliuza baadhi ya vitu vyao ili kuhakikisha kwamba mtoto wao unarudi katika hali waliokuwa wanafurahia ku kukuona, na umekwisha kupoteza baba mama, au wote wa mmoja, yupo? Hapana, nimewapoteza wote wawili. Okay. Baba nilimpoteza elfu mbili mm, kumi na nne, alipata shida ya ini lake kuharibika mm, na mama nilimpoteza elfu mbili ishirini na moja, alipata shida ya korona korona. pole sana Ah, pole sana. Na labda ni nini ambacho unakikumbuka kwa baba yako na mama yako ambacho walikiuza au walikifanya ukafikia hatua fulani ya e, matibabu ambayo hata leo ukiwa hapa ukiwa unawawaza unamwomba Mungu ya kwamba wazee hawa walikuwa ni zawadi kubwa kwako, ni kitu gani ambacho unakikumbuka sana? Waliuza mali zao, mm, kama viwanja na gari, na ilifika kipindi mama mpaka aliuza dhahabu zake, mpaka pete yake baada ya baba kufariki aliuza mpaka pete yake ya ndoa ili kuweza mimi kuendelea kupata dialysis, dialysis, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nalipia dialysis, kwa hiyo ilikuwa ni mtihani kidogo baada ya baba kuondoka. Okay, na katika juhudi hizo ulitibiwa hapa nchini tu au hata nje ya nchi walikupeleka kwa ajili ya matibabu? Nishaenda nje ya nchi, nishafanikiwa kwenda Sudan, nishafanikiwa kwenda India ndio. Pole sana, pole Ndeo. Na sasa hali ikoje baada ya baba na mama e, kuondoka, hali yako ikoje sasa ya e, sapoti kutoka kwa ndugu na jamaa? Hali kwa sasa sio nzuri, kwa sababu unapitia changamoto nyingi sana, na unajua sio dialysis tu Hmm. Kuna mtu ana bima anapata dialysis lakini unakuta anakosa nauli ya kwenda hospitali. Kwa hiyo ukizingatia kwamba sina kipato cha kuniingizia hela na nategemea marafiki, jamaa hmm, na baadhi ya ndugu. Uh, kipato changu ni kidogo sana na ninapata changamoto nyingi sana. Pole sana na kingine ambacho nimetamani kufahamu ni kwamba labda nini wito wako, e, kwa jamii yetu ya Watanzania, kwa e, wagonjwa wanaoishi na tatizo hili la figo? Wito wangu kwa jamii mm, moja ni kuangalia afya zao kulinda figo zao, sio figo tu, hata moyo, hata maini, kubadilisha lifestyle ambayo tunaishi sasa hivi, maana sasa hivi tunaishi kama watu tuliokata tamaa. Tunafanya vile vitu ambavyo tumekatazwa, ndio vile ambavyo unakuta watu wanavifanya, ambavyo unapelekea watu wanapata pressure, kisukari, na ambavyo vinapelekea kuharibika kwa figo zao. Uh, moja mbili. Uh, mbili. Ukiachana na hiyo pia, ndugu waweze kusaidia ndugu zao haswa haswa wale wenye uhitaji wa figo, kwa sababu imekuwa ni tatizo. Watu wanafanya dialysis muda mrefu mpaka kufariki, kwa sababu ya kukosa tu mtu wa kumpatia figo moja. Watu wajue kwamba, labda utaielezea vizuri kwamba sio figo zote mbili zinazofanya kazi, we una figo mbili lakini sio zote zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo wewe kunipa mimi figo yako moja hakumaanishi kwamba mimi nimekupunguzia kitu. Unamaanisha kwamba wewe utabaki na ile moja ambayo ilikuwa inafanya kazi tangu mwanzo, na mimi utanisaidia moja ambayo utanipa nafasi ya pili, tunasema second chance of living, ambayo naamini sana katika hilo na ninaamini sana utabarikiwa pale utakapomsaidia mtu kiungo chako. Sawa, so, umesema ya kwamba jamii yetu inapata shida kwa ajili ya matibabu na gharama za figo. Labda nini wito wako kwa serikali na jamii kwa ujumla? Uh... Kwanza tukuwa tunaomba serikali yetu tukufu itusaidie tuweze kupata bima ambazo zitatusaidia katika kufanya dialysis, kupata dawa na kufanya vipimo. Hiyo moja. Mbili, kupunguza gharama. Kwa mfano, yule mtu ambaye amekosa kushindwa kupata bima, basi apunguziwe gharama ya kufanya dialysis. Vilevile, tuna jumuiya zetu za wagonjwa wa figo, tulikuwa tunaomba support kutoka kwa wafadhili, kuna watu mbalimbali mbali, waweze kutushika mkono, ili tuweze kusaidiwa aidha kwa kupata bima, kupata dawa, kwa sababu kuna dawa kama erythropoietin ya kwa ajili ya kuongezea damu na kupata vitu vingi, kuwekewa fistula ikiwa permanent catheter gharama ni nyingi sana kwa mgonjwa wa figo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama tutapata wafadhili waweze kutushika mkono ili tuweze kusaidiwa katika jumuiya yetu. Asante sana ndugu mtazamaji wetu, ambaye umekuwa nasi toka tulipoanza, na nafikiri yako mengi ambayo umeyasikia na wewe kama mtazamaji wetu utajiangalia ni eneo gani ambalo kwanza unapaswa kuwajibika kama wewe kuitunza afya yako, lakini pili kuiangalia jamii hii ya wagonjwa ambao wana matatizo ya figo na changamoto walizonazo za gharama kubwa, ili jinsi gani ambavyo unaweza ukasapoti, maana hela yako pia inaweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine wagonjwa wawili au watatu ili waweze kuwa na maisha mazuri ambayo yana uhakika katika kufanya dialisisi eh, eh, eh, kwa maana ya kusafisha damu yao. Lakini tatu, amezungumza wito wake kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kuangalia ni jinsi gani inaweza kupunguza gharama za kusafisha damu, lakini pili kuwapa bima ambayo itawasaidia ili waweze kuwa na uhakika wa kuendelea kufanya matibabu haya ambayo ni ya maisha yao yote yaliyobaki hapa e duniani. Hadi wakati wengine, ni mimi Dr Silas Kisharuri, asante.